Sababu kuwajibika ni moja miongoni mwa jukumu la msingi ambalo linapaswa kuzingatiwa, lakini pia kutekelezwa ili kuweza kuwa na jamii bora, salama na isiyokuwa na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia ni jukumu la wizara kuratibu lakini si peke yake, badala yake kuna jukumu la watekelezaji na wasimamizi. Na msimamizi wa haya ni mimi na wewe. Jamii inafikiria wanaodhalilishwa ni wanawake tu na watoto, lakini la, mpaka wanaume nao pia wanadhalilishwa. Kwa hiyo udhalilishaji uko aina nyingi, ndo maana leo Mama Samia kushirikiana na wengine wako hapa leo kuihamasisha jamii jinsi gani tutaweza kupiga vita huu udhalilishaji wa aina zote kwamba wasifanye hili. Ni kiri kwamba hatujafanikiwa sana kwa sababu bado makosa yanaendelea kuripotiwa, japokuwa namba sasa hivi inaonekana imeshuka kulinganisha na miaka kama miwili mitatu pale nyuma. Lakini la pili la kuyaripoti hili tunashukuru kwamba yanaripotiwa na ndio maana unaweza ukaona kwamba namba kidogo imekuwa watu wanaona kwamba makosa yanakuwa kama yako mengi, lakini ni kwa sababu ya kazi kubwa na nzuri iliyofanywa ya kuenda kuwaelimisha watu wetu, ili kitokezea hayo makosa waende kuyaripoti <tabuja>